Okay, asante sana kwa majina, naitwa Gabriel Ezra Show, ni mwenyekiti wa vijana usharika wa Kiboriloni. Tunamshukuru Mungu leo tumeweza kufika chuo chetu cha teolojia na bibilia Mwika, ambapo nimekuja na vijana wangu kwa ajili ya madhumuni matatu. Jambo la kwanza lilikuwa ni kwa ajili ya kutembelea chuo, lakini jambo la pili lilikuwa ni kwa ajili ya kupata semina fupi ya vijana. Na jambo la mwisho ilikuwa ni kwa ajili ya mechi ya kuzindua jezi zetu ambazo tumeanza kuzivaa kwa mara ya kwanza leo, na tunamshukuru Mungu tumeweza kuwafunga na tumewafunga goli moja sifuri, na kati ya hilo tumefurahi, tumefu, zaidi kwa sababu tumeweza kuwafungia nyumbani. Tunashukuru sana pia, wametupokea vizuri sana. Tumeenjoy kwanzia mazingira ya chuo, tumeenjoy pia kwenye semina, ilikuwa nzuri lakini kwenye mechi pia tumefurahi zaidi, mechi ilikuwa ni ngumu, lakini tumeweza kuwashinda. Kwa hiyo tunashukuru sana, na tunaendelea kuomba Mungu aendelee kubariki chuo chetu cha Biblia na Teolojia Mwika. Tunawakaribisha pia na wao katika usharika wetu, ili tuweze pia tukachezee nyumbani, tuendelee kuwafunga magoli mengi zaidi. Asanteni sana.